Kama ungependa kujifunza jinsi ya kuagiza bidhaa wewe mwenyewe kutoka China bila kutumia wakala, basi hii video ni kwa ajili yako, kwani muda mfupi ujao naenda kuonyesha kila kitu, hatua kwa hatua, jinsi ambavyo unaweza kuagiza bidhaa wewe mwenyewe ukiwa popote pale hapa Tanzania na ukaipata bila kutumia wakala. Na ukifanya hivyo, maana yake ni kwamba utapata faida kubwa sana, sababu utakuwa unanunua una wewe mwenyewe bila kutumia wakala ambaye pengine angeweza kuweka faida yake pale sasa ukiweza kujifunza mwenyewe, maana ni kwamba utapata bidhaa kwa faida kubwa sana, kwa bei ndogo na kwa faida kubwa sana, lakini vile vile unakuwa nawezo, na uwezo wa kuongea na wewe mwenyewe supplier au kuchati naye wewe mwenyewe na kuongea naye bei ya punguzo ambayo anaweza kukupatia. kwa hiyo hii itakusababisha vile vile kuongeza faida, upate bidhaa kwa faida kubwa sana. Lakini naenda kupatia kila kitu hatua kwa hatua, jinsi ya kufanya na paka uweze kuipata bidhaa hiyo hapo na kama labda pengine wewe ndio mara ya kwanza kwenye chaneli hii hapa, mimi naitwa Ezekiel Mahewa, ni mjasiriamali mtandaoni na kwa biashara e-commerce. Natafuta bidhaa nje ya nchi, aidha kutoka kutoka China, Dubai na Marekani, naiagiza baada ya hapo naeuza mtandaoni kwa matangazo ya Facebook na Instagram na mbinu zingine za uuzaji. Kwa hiyo sasa ninauzoefu wa miaka mpaka sasa hivi, na naenda kukupatia vitu ambavyo ninafanya kwa sababu nimeagiza bidhaa nyingi sana na tangu 2025 tangu mwaka 2021 mpaka sasa hivi 2025 kwa hiyo naenda kupata vitu ambavyo na vifanya hata mimi mwenyewe sio vitu ambavyo nimesoma tu ambavyo naona hapa nipo kwenye jukwaa moja hili jukwaa ndio ambalo natumia sana unaweza kutumia jukwaa la alibaba.com lakini vile kuna majukwaa mengine kama made in china kuna majukwaa mengine kama 1688.com lakini pia kuna majukwaa mengine kama Kikuu.com hayo ni majukwaa ambayo unaweza ukaingia na ukatafiti bidhaa na ukainunua au ukaiagiza wewe mwenyewe kutoka nchini China. Sasa kama ambavyo naona hapa kuna bidhaa za aina nyingi sana. Na bidhaa za bei ndogo kama hizo ambazo zina ni za nywele kama ambavyo naona hapa ambazo zinauzwa dola moja pointi sita nane, kuna bidhaa zingine kama za perfume ambazo zinauzwa paka dola 0.45 kama ambavyo naona hapa kuna hii nyingine inauzwa dola zero dola moja pointi zinane. Kwa hiyo hizi ni aina za bidhaa ambazo unaweza kaangalia. Kwa hiyo cha kwanza kabisa unatafiti bidhaa ambazo unataka kuuza, umeona, unatafiti bidhaa ambazo unataka kuagiza, unaitafiti aidha, unaweza ukatafiti hapa hapa kwenye majukwaa haya au unaweza ukatafiti sehemu nyingine kwenye majukwaa mengine. Baada hapo sasa unakuja kwenye majukwaa ya kuagizia ambayo ndio haya hapa ambayo nimeazungumza. Kwa hiyo cha kwanza kabisa maana yake unatafiti bidhaa, ushatafiti bidhaa market, unakuja sasa hapa kwa ajili ya kutafuta supplier au muuzaji mkuu wa hiyo bidhaa au kiwanda kutoka inauza hiyo bidhaa kwa bei ndogo kabisa, kwa bei ya chini, kwa sababu wewe unaweza kufanya ukaiuza kwa bei ya faida kubwa sana. Kwa sababu maana unakuja hapa kwa ajili ya kutafuta supplier. Maana umeshaitafiti hiyo bidhaa tena, ikiwezekana labda pengine umeshai test, umeshaiuza kabla hujaiagiza ili maana yake ujue kama kuna mahitaji kwanza. Maana kama ume ndisha matangazo ya yu, ya kuuza hiyo bidhaa na watu wengi sana wamehitaji ume, maana yake tayari umeshai hakikisha kwamba soko lipo. Kwa hiyo unakuja hapa kwa ajili ya kutafuta supplier au kutafuta kiwanda na muuzaji ambaye anauza hiyo bidhaa kwa bei ya chini kabisa, lakini hiyo bidhaa iwe ni bidhaa ambayo ni original na iwe ambayo inafanya kazi kweli kweli, ni ya uhakika. Maana yake unaweza kutafuta bidhaa ambayo sio nzuri sana, baadaye wateja wakalalamika. Kwa hiyo ukishakuja hapa, maana yake sasa unazingatia vitu kadhaa. Cha kwanza kabisa, maana yake lazima uzingatie yule supplier manake yupo kwenye hili jukwaa kwa sababu labda Alibaba kwa miaka mingapi, maana kuna wengine wa sasa hivi na wengine ni wa muda mrefu. Lazima uzingatie hicho kitu, lakini vile vile lazima uangalie yule supplier, je, yuko verified? Maana kuna supplier wengine wako verified na Alibaba kwamba hawa ni wa uhakika, wao wenyewe wamewafanya jambo wa hakikisha. Umeona hicho cha kwanza, zingatia muda ambayo ambao huyo mtu yupo kwenye jukwaa la Alibaba, lakini vile vile zingatia, manake huyo mtu ni verified na Alibaba also verified, lakini vile nita kuangalia ni je, ana charge au anataka uanzie bidhaa kiasi gani kwa order moja, maana inaitwa mini order quantity. Umeona, kwa mfano dokija hapa kwenye huyu, unaona kwa mfano kama hawa, huyu hapa ni verified verified, lakini vile angalia miaka huyu na miaka 12, angalia hapo huyu anauza hii saa hii hapa, angalia. Huyu hapa imeandikwa ni verified vile la lakini vile ana miaka 12 kwenye ile jukwaa la Alibaba. Lakini huyu hapa pia yuko verified. Yeye ana miaka 4. Umeona? Na huyu hapa vile vile yuko verified ana miaka 10. Umeona? Huyu hapa kwanza hayuko verified, lakini pia ana mwaka tu mmoja. Huyu naye anauza hii, hii kiti kwa mfano hapa. Umeona, yuko yuko verified lakini ana mwaka mmoja. Kuangalia kwa kwamba angalia miaka ambayo yupo kwenye jukwaa Alibaba, lakini angalia, je, yuko verified au hayuko verified. Kingine cha kuangalia ambacho ni cha tatu, angalia hizi mini order quantity MOQ. MOQ maana yake ni mini order quantity, kwamba uanzie piece ngapi. Kama unavyoona hapa kwenye kiti, amesema uanzie one piece, lakini hizi hapa amesema uanzie one piece, wakati hizi saa hapa, hizi saa kama hizi saa za scheme, amesema mini order quantity kuanzia pisi ishirini umeona, lakini hivi vile, huyu amesema mini order quantity ni pisi mbili. Kwa sababu lazima uangalie hapo, ili uangalie unaweza ile mini order, mini order quantity yake, maana kulingana na uwezo ulionao au mtaji unao wa pesa. Kama una pesa nyingi sana, maana unaweza ukamudu ile mini order quantity ya, ya supplier, basi unaenda kwa yeye. Kama huwezi, basi utafuta mtu ambaye labda pengine ametoa kiasi kidogo cha kuanzia kununua bidhaa zake. Kwa hiyo vitu vitatu Angalia kama yuko verified, angalia miaka ambayo amekaa kwenye jukwaa, lakini vile angalia ile mini order quantity. Baada hapo, maana yake unaweza ukaanza kuchat nao, chat nao, bonyeza maana yake umwambie labda sifa za bidhaa ambazo unataka wewe, lakini vile umwambie rangi ambazo unataka lakini vile hapo, akuhakikishie ubora wa bidhaa, kama ni bidhaa ambazo zina ubora kweli au ni bidhaa ambazo hazina ubora. Maana hapa mnachati chati kwa ajili ya kuconfirm au kuhakiki ile bidhaa yake, akwambie ni bidhaa ambayo ina ubora au ni bidhaa ambayo haina ubora. Lakini vile umwambie mahitaji yako mengine, kama unataka hapa, ndo na chati naye, rangi unachagua hapa, lakini vile unataka kiasi gani una chat naye hapa, na kupeleka kwenye sehemu ya chat, una chat na supplier. Unaona chat na supplier hapa, kama unavyoona hapa tayari imekuja hapa, hello. Hawa hapa wanatumia Kiingereza, lakini vivyo wanatumia Kichina. Kwa hiyo una, una kama unajua Kichina, kichina kwa kichina, Kiingereza, unahitaji bidhaa, maraika atakutengenezea linki ambapo utafanya malipo hapa hapa kwenye hili jukwaa. Kwa hiyo baada ya hapo, manake unakuwa umeweza kuchati naye, lakini unaweza ukaja kubadilisha kubadilisha nani? Badilisha bei. Kwa tuangalia hapo. Nataka tubadilishe bei ili ije kwa Tanzania shilingi. Wewe nani? Sema kubadilisha bei. Kwa hiyo unakuja hapa, kama unataka kubadilisha badilisha bei, badilisha nani pesa, unakuja hapa. Ukibonyeza hapa, maanake unachagua ile hela ambayo wewe unataka iwe, bei zibadilike ziwe katika. Sitaka iwe Tanzania shillings, Tanzania shillings. Haya, Tanzania shillings hii hapa, bonyeza save hapa ili badilishe badilishe pesa iwe ya Kitanzania ili manake sio katika mfumo wa dola, kama ambavyo unaona hapo bei imeshabadilika. Unaona kwa hata tukirudi kule kwenye kurudi kule kwenye bei zote, hapa zitakuwa zinasoma kwa, kwa mfumo wa Tanzania shillings hapa. Nataka bei hiyo katika mfumo wa Tanzania shillings. Ehe, unaona sasa ishabadilisha, umeona. Unaona, zile zilikuwa ni dola, lakini sasa zipo katika mfumo wa Tanzania shilingi. Kwa hiyo nimesema, kuna vitu vya kuzingatia: muda ambao wa supplier kwenye jukwaa, lakini vivile kama yuko verified ayo hayuko verified. Baada ya hapo, maana yake ni ile mini order quantity yake, kwamba anataka kuanzia pisi ngapi. Hicho ni cha tatu. Kingine cha kuangalia manake lazima tayari uwe na supplier, uwe na shipping agent. Shipping agent manake ni yule mtu au makampuni ambayo yanasafisha bidhaa kutoka China kuja Tanzania. Lazima tayari uwe na mawasiliano nao. Manake ni kwamba ukishaongea na supplier ukafanya malipo hapa hapa kupitia ile jukwaa. Manake kwamba wewe unakuwa tuna ile njia za malipo ambazo ni Visa card au Mastercard. Aidha ya, ya benki au ya mtandao wa simu malipo linki ya ile linki una, ya, ya shipping agent. Shipping agent ndio ni kampuni ambayo Ezekiel Mahewa Dar es Salaam, namba ya simu atabandika pale kwenye boksi ya mzigo wako. Baada hapo, yeye maana yake atachukua ata ile mzigo ataupeleka kwenye ofisi ya shipping agent au ya makampuni ambayo yanafanya usafirishaji wa mizigo kuja Tanzania. Kwa hiyo maana pale wao ndio watatoa huo mzigo sasa. Na makampuni hapo mengi sana ambayo yanafanya hizi hizi shipping, kuna tani tani ya cargo, lakini vile vile kuna eh, Saint Ocean. Kuna uhuru kago, makampuni yako mengi ambayo yapo, au Dar es Salaam au Tanzania nzima, kwa ajili ya kusafisha bidhaa za wajasiriamali ambao wanaagiza bidhaa kutoka kule au wenyewe wanaenda wenyewe kwa ajili ya kununua bidhaa na kusafisha kuja hapa Tanzania. Kwa sababu maana yake akishakupeleka pale, maana yake wale wao ndio watakuja na huo mzigo watasafisha kuja Tanzania. Na maana nyingi sana wanachaji kwa kilo. Kilo kuna tatu, wapo wengine ambao wanachaji dola 13 wapo wengine ambao wanachaji dola inategemeana na mzigo wako unakuja kwa njia gani, maake zipo njia mbili. Kuna njia ya meli na njia ya ndege. Maake njia ya ndege inakuwa na gharama kidogo, la wakati njia ya meli inakuwa njia ambayo sio gharama, sababu mzigo unachelewa una sana, natumia mpaka siku 45, lakini njia ya ndege maana yake mzigo unaweza kupata ndani ya siku 3 mpaka siku 7 tu. Kwa hiyo, maana hizo ndio hatua za kufuata, au hivi ni vitu vya kuzingatia mwana lakini bidhaa zipo nyingi sana kwa bei ndogo ambazo unaweza kuzipata kama vile unaona hapa hivi viti unaona kama hapa wanauza elfu themanini na mbili umeona hivi vitu ukija hapa Tanzania utaambiwa paka laki nane, laki saba, laki sita umeona umeona kama vile unaona hapa hizi ni bidhaa mba, mbali mbali ambazo unaweza kuamua uagize bidhaa gani kama unataka bidhaa za mafuta kama hii, unaona hii juisa. Angalia hii juisa hii hapa hii, unaona hapa inauzwa kwahera ndogo kabisa. Twende kwanza hii hapa hii hapa. Zipo za elfu kumi na sita na mia mbili sabini na nne umeona. Sasa wewe kama unauza hii hapo, unaona hii hapa inaweza kauzwa labda mpaka elfu e, tisini na tano mpaka laki na ishirini, wewe unakuta umejipata faida kubwa sana. Na huyu amesema uanzie pisi moja, umeona, uanzie pisi moja. Wewe ni rahisi sana, wewe ukitaka tu kununua hapa, unachati naye unakuja hapa kuchati naye. Una chati naye hapa, ukisha chati naye maana unaiona bei na unampa quantity yako, baada ya hapo anakupa njia za malipo, unalipia, baada ya hapo unatumia supplier shipping agent, ambaye sasa maana yake ni masuala yake kule China, ofisi yao wanapeleka mzigo wako kule, wao wanauleta huko. Unaweza kama umeshaongea nao huko, wao wenyewe ili waone taarifa kwamba mimi ni fani fulani na nimetuma mzigo kwa supplier huyu hapa, ili maana yake wamwambie apeleke kwa haraka sana. Lakini sasa bidhaa kutoka pale walipokwenda kwenye maofisi ya shipping agent, agent bure lakini kuna wengine wanachaji hela kidogo, wanachaji kama dola nne tu, sio hela nyingi sana. Kwa mfano kama mimi hapa niliagiza visa zangu hapa, ngoja niangalie. Niliagiza mwaka mwezi wa kwa kwanza, niliagiza saa pisi 50, ngoja niangalie kama bado taarifa bado zipo hapo kwenye nani, ngoja niangalie, ngoja niangalie taarifa zangu hapa kama niliagiza Niliagiza mwaka jana, mwaka huu, tarehe moja mwezi wa mwezi wa pili, si nilipokea mzingo, wene niangalie kama oda zipo bado, taarifa za oda zangu ilikuwa uh -huh, hizi hapa view order details uh -huh hizi hapa niliagiza pisi hamsini pisi hamsini pisi. Pisi moja walikuwa wanachaji dola tano na senti tatu, lakini mzigo wote wa pisi hamsini ilikuwa gharama ya dola mia mbili sitini na tano kama ambavyo unaona. Hizi hizi ndio oda ambazo niliagiza, ilikuwa mwezi wa kwanza. Ngoja niangalie kama kuna tarehe hapa. Na hii hapa shipping agent aliyeniletea mzigo nimesema ni tani ya cargo, kama unaona hapa hizi ni namba zao, hizi ni anwani zao za kule China, kule China lakini vile vile wanapatikana kule hapa Dar es Salaam. Hawa ndio walionisafirishia mzigo kuja Tanzania kwa hizi ndio gharama hii ndio oda ambayo niliagiza kwa mara ya mwisho kutoka China kuja Tanzania. Niliagiza mimi mwenyewe bila kutumia wakala, lakini zamani, kabla sijajifunza mambo, nilikuwa natumia wakala ambapo mwisho siku mzigo unachelewa, lakini vile walijikuta umetumia hela nyingi sana kwenye kupata mzigo, lakini hapa ni fasta tu. Ilikuwa tarehe huu uh, mzigo hapa niliuagiza tarehe tisa mwezi wa kwanza mwaka 2025 ambapo naona ilikuwa na saa mpaka hapa kama unaona hapa lakini huu mzigo niliupata bila shida kabisa, ulikuja vizuri, ndio maana ananiambia right alivyo. Lakini pia hizi bidhaa nimeziuza, nimepata hela nyingi sana. Hizi ilikuwa bidhaa za saa. Kwa hiyo ukaagiza wewe mwenyewe bidhaa ukaipata bila shida, kama unavyoona hapo kwamba jumla nitumia ya paraki saba na hamsini na nne na mia tano arobaini na, na tano kwenye Visa zapc hamsini kne nitafanya malipo kwa njia hizi hapa za Visa au Mastercard, au unaweza kutumia njia zingine za M-Pesa na Airtel Money hapa. Ni moja laki tatu na hamsini na tano na mia mbili ishirini na mbili na usafirishaji. Lakini sasa maanake hapo kwenye usafirishaji, maanake ni kwamba ukitumia wasafirishaji wa wao wa, wa wenyewe wa makampuni yao, lakini ukitumia maanake hawa mashiping agent makampuni binafsi ya usafirishaji ambayo sio haya ambayo wako hapa pa Alibaba, inakuwa ni bei rahisi sana, sababu hawa hawa wana, wanafanya wa wa, wa, wa, wa, wa kwa kilo moja wanashaji kwa kilo kwao ni rahisi sana, sio kama ambavyo ukitumia hawa shipping agenti wa hawa Alibaba hao wana awa, bei kubwa sana lakini maisha ya mizigo inachelewa sana kama vinaona hapo mpaka mwezi Julai tisa mpaka Agosti sita, hii hapa ni muda mrefu sana ukioda kutumia hawa shipping agenti, maake mzigo nakuja tu kwa haraka sana kama sio bidhaa za hizi bidhaa za mafuta mafuta au za perfume au kama sio bidhaa za betri zinafika kwa haraka sana, lakini kama ni bidhaa hizo hapo zinachelewa kidogo lakini bidhaa zingine ni haraka sana, ndani ya siku tatu mpaka siku saba zinakuwa zimefika. Lakini kama ni bidhaa za perfume au bidhaa za mafuta na bidhaa za betri zenye betri huwa zinachelewa kufika, sababu zinakuwa na process nyingi sana za usafirishaji, au zinapitia route nyingi nyingi tofauti na hizo zingine za kawaida. Kwa hiyo sasa, hii ndo jinsi ya kuagiza bidhaa wewe mwenyewe kutoka China kupitia majukwaa haya ya Alibaba na mengine. Hizi ndio njia za kufuata, hizi ndio njia za kuzitumia, kwamba lazima kwanza la bidhaa uwe umeitafiti na umeitesti kwamba inaika, kama nataka ni bidhaa za kuuza. Lakini vile unapokuja hapa kwa kwa masupplier, unaangalia eh, ule muda ambao yule supplier yupo kwenye ile jukwaa, lakini vile je, yuko verified au hayuko verified. Na kingine unaangalia kwamba huyo supplier je, anatoa minimum order quantity kuanzia pisi ngapi, ili maana yake uone kama unaweza ukatumia huyo huyo au uangalie yule ambaye anaendana kisema unataka wewe lakini vile vile lazima uangalie yule ambaye anauza kwa bei ndogo sana. Una compare bei au unalinganisha bei kati ya supplier mmoja na mwingine, ili uone nani anauza kwa bei ndogo. Baada hapo una chat naye, ili uweze kuomba discount zaidi au umuulize kuhusu bidhaa yako ile kwa undani zaidi, kuongezea na vitu vya na na na kuzingatia. Baada hapo tunamtumia tu, unalipia kupitia Mastercard au Mpesa au Airtel Money au Visa card na baada hapo, maana yake sasa, maana yake unamtumia zile eh, address au mawasiliano ya ile ile kampuni ya shipping agent ambayo itafanya kazi ya kusafirisha wewe bidhaa kutoka China kuja hapa Tanzania. Kwa hiyo ukifuata hivi, maana yake tayari utaweza kujifunza au utaweza kupata mzigo wako bila shida ndani ya muda mfupi, kulingana na bidhaa, kulingana na aina ya bidhaa ambayo wewe umehitaji. Kwa hizo hizo ndo hatua labda kama ungependa kujifunza zaidi, basi hatua kwa hatua eh, jinsi ya kuagiza bidhaa na uweze kuiuza bidhaa hiyo, labda ujifunze jinsi ya kuiuza bidhaa, mtangaza Facebook, utengeza mifumo ya mauzo, angalia video hapa chini kwa description ili upate kupata msaada wangu wa karibu. Asante sana.